Islamu tunaharibikiwa na hatuwezi kupata maendeleo katu abadan, kwa utaratibu tulionao wa kukhtalifiana na tukaacha kupatana katika masala ya maendeleo, tusitarajie kuweza kupata maendeleo ya aina yote katika sura ya namna hiyo, hakuna na ndio maana leo ulimwenguni mashekhe na taasisi kubwa za Kiislamu zinafanya juhudi ya mikutano mbalimbali mbali ambayo mimi mwenyewe nimehudhuria kuzungumzia namna gani ya kupambana na ikhtilafu zilizopo ili kuwarudisha watu sehemu moja, waendelee kuwa na ikhtilafu lakini waendelee kuwa wamoja na lengo lao kuwa ni moja. Karibuni hivi nilikuwa Bahrain katika mkutano wa sampuli hiyo, na ulikuwa na maudhui yanayosema ummatun wahida wa masiru mushtarak, yaani umma mmoja wa Kiislamu, lakini lengo liwe moja. Umma mmoja, kila mmoja ana mambo yake, ana namna anavyoona katika kuendesha mambo, ana madhhabi ambayo ameshikamana nayo lakini lengo liwe moja. Mjadala ulikuwa mrefu na kila mmoja ameondoka na namna gani atafanya katika nchi yake. Wasia ya wangu kwa Waislamu kwamba ili tupate maendeleo katika Waislamu lazima tuache na tuzipuuze zile ikhtilafu zilizopo. Kila mmoja aendelee hivyo anavyoona yeye, lakini lengo letu liwe ni Uislamu na maendeleo. Ili ni jambo la kwanza ambalo linatupa kwa Uislamu waelewe.